Nazishukuru taasisi za dini na zisizo za kidini kwa kuendelea kushirikiana na wizara katika kuhamasisha amani na utulivu nchini. Naishukuru sekta ya habari kwa ushirikiano wanaotoa kwa wizara ya mambo ya ndani ya nchi na serikali kwa ujumla. Natoa, naomba kurejea wito alioutoa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 5 Mei mwaka huu 2025, wakati wa utoaji wa tuzo za Samia Kalamu Awards jijini Dar es salaam, ambapo alisema na nina nukuu: zungumza, sema, chambua, lakini uzalendo uwepo. Hapa ndipo ulipozaliwa, hapa ndipo ulipotoka na utakapomalizikia, kwa maana ya kuipenda nchi yetu. Mheshimiwa naibu spika, pamoja na jitihada hizi endelevu za kuvutia wageni kutoka nje ya nchi kwa sababu mbalimbali mbali, ikiwemo kuvutia uwekezaji, na kwa kutambua nchi yetu sio kisiwa kwa wageni, wale wachache au kundi watakaopanga kuja nchini kwa nia ovu ya kuhatarisha amani, hatutakuwa na muhali nao. Wageni hawa waovu hawana nafasi hapa nchini kwetu. Naipongeza idara ya, idara ya uhamiaji kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa utimamu wao katika kudhibiti wageni haramu wa aina niliyoitaja. Na wale wageni wanaoingia nchini kwa kibali fulani, na wakishaingia kwenye jamii yetu, wanafanya mambo ambayo ni kinyume na kibali walichoidhinishiwa wakati wanaingia, wageni hawa ni wahalifu kama wahalifu wengine watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Mheshimiwa naibu Spika, nawashukuru wananchi wote kwa ujumla, na ni, niwasihi tena kujiepusha na vitendo vya uvunjifu wa amani. Natoa wito kwa Watanzania kuwa wazalendo, tusikubali kwa hali yeyote ile kutumika au kuwa sehemu ya hila ya aina yoyote ya kusaliti nchi yetu. Tuipende nchi yetu mama Tanzania. Hakuna Tanzania nyingine zaidi ya hii tuliyonayo. Ni wajibu wa kila Mtanzania kushiriki katika ulinzi wa amani na usalama wa nchi yetu.